Kwa majina ni Benard Makoha ambaye ni mwenyekiti hey, wa soko hii ya Chepkube eh, siku ya leo, siku ya Jumatano imekuwa ni siku ya usuni kwa wananchi kwa jumla wa Kenya haswa sana wafanyabiashara wa soko ya Chepkube Bungoma. Tumepokea hii habari kwa mpiko mkubwa sana kwa mzee wetu ambaye ni mzee Raila Amolo Odinga. Huyu mzee kifo chake kimetushitua kama wafanyabiashara, tulikuwa tunajua kwamba huyu mzee atatupeleka mbali na huyu mzee amekuwa wa manufaa sana kwetu kama wananchi wa Kenya, hasa sana wafanyabiashara e, huyu mzee kando na mambo ingine yake ya siasa huyu mzee amefanya sisi tumejiwako mambo ya uhuru na niyeye ndi alipikania mambo na uhuru hapa Kenya. Majina yangu okay. Naitwa Sara Atieno ah okay. Nikiwa mkaaji wa Bungoma nikiwa nafanya kazi hapa sokoni municipal market ah, tumesikitika sana na tumestuka kwa kifo cha huyu mzee Raila Amolo Odinga, maana amekuwa mzee wa kupatanisha na amekuwa mzee ana malengo. Aa, mara nyingi huyu mzee ameleta amani aa, mara nyingi huyu mzee ameshift ndani kama kuna kitu kimeharibika Kenya, hakikishe amani iko. Hata mara ya mwisho inakumbuka vile jensi walikuwa wamesimama kwa ukali, jensi walikuwa na power enye sijawahi ona tangu mimi mama lakini huyu mzee akashifti ndani na jensi waka cool down. Kwa hivyo hata mimi kusikia mzee Raila amelala, sijakubali.